Aa vis la na, lakini umbaki na nani? Kama vile tunajua Sauli alikuwa na mafuta, alikuwa mfalme, anaambiwa na Mungu, enda ukamalize mtoto na anaye nyonya. Anaenda anabakisha akani na kondoo wale wanono na mbuzi

Sitaki niachilie. Mm. Kwa sababu gani? Nikitokea hapo Mungu hapo na mwingine. Mungu hapo na mwingine. Pale Samueli akaulizwa, akamuuliza, "Oka moyo sasa uende na kuiza nini mulete?" Sasa akakataliwa na Mungu. Sasa unajua ya kwamba Biblia inasema alipokataliwa na Mungu, Mungu alikuwa na mwingine. Na mwingine. Kwa Yesu na leo. Kwa hiyo sasa ni mambo kama maana ni sio lembe anga majaoni. Maana. Ndio hmm. Kuna wakati Danieli na huyu mtu anaitwa